Unaelewa? Kuna methali inasemanga msema kesho ni muongo. Msema leo si kesho. Inakuaga leo ni leo. Msema kesho ni muongo. Na akisema kesho, alafu hiyo kitu ikwea ukweli, Bado atakuwa muongo. Sasa bude utasema aje kesho na tuko leo la? <laughs> kesho hui inafika? Sasa kesho ikifika, mm, aongee kitu ya ukweli bado atakuwa mwongo. Haizi kuwa akili mtu wangu, kuna kitu ingine enye miuliza mm. <laughs> <laughs> kisa au kitu inaendaga watu na iko kwa akili inabaki kwa memory, kwa memory. Mbona uikumbuki kama iko kwa memory? by the way,